Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya riziki hii ambayo umeiweka mbele yetu. Asante kwa ajili ya mikono ambayo imeiandaa <tipa> Wasiki, kuna nini? Au juu kinachoendelea huko mpaka unaniuliza mimi? Naenda hapo. maswali gani unaoniuliza wewe? Kwani unanyanyua miguu yako kwa ajili ya hizo kelele zinazopigwa huko? Naondoka. unaacha ugali hapo. Sasa kama akiumizana huko, basi nenda kugombelezea tu e, hapo maana nasema rudi hapa. Mtu mtu mwingine nimeelewa. Yaani mimi naenda ah. tunazuiana. <coughs> eh? kanizuia. Wewe, unampeka wapi?

Yaani, unaacha chakula ambacho umekipika wewe mwenyewe ili nile mimi na wewe, unakiacha unaondoka kwa ajili yao makelele ambao hujui hata wanapigania nini? Hivi Beni, ngoja nikuulize swali. Kwa mfano, mimi na wewe tungekuwa tunagombana huko ndani, ina maana watu wangeshindwa kuja kutugombelezea? Yani mm? Kabla hujaniuliza hayo maswali mimi, unatakiwa kwanza wewe uniulize wewe ni nani na mimi ni nani, na mpaka tunafikia hiyo hatua ya kupigana tunatafuta nini hasa. Labda nikwambie tu kitu kimoja, mimi Kidoti, wewe Beni. alafu kitu kingine Sijui unanielewa vizuri. Wewe una mambo ya kizamani, mambo yako wewe ya analogi. Sasa hivi watu tupo kwenye mambo ya digitali. Ukisikia ugomvi kwa jirani, unanyanyuka unaenda kumgombelezea mwenzako, laasha uwezi kumgombelezea, na wewe unampiga yule alikuwa anampiga shoga yako. Sijui unanielewa hivi? Wewe hivi wewe, unalisikia unachokiongea, au maneno nayo yaongea yanatoka kwenye kinywa chako au ni

Baba mimi nimekuita na tatizo hapa. Wapangaji wako wamekuwa kero mtaani. Malalamiko kila siku, yani kila siku yaita leo. Wanakuja hawa, wanakuja wale. Wananchi wameshaandamana, wamekuja kutaka kuniambiwa mjumbe kama umeshindwa kuongea na hao wapangaji, basi wahamishe. Siyo mimi. Sasa mimi nimeshachoka kuamua kesi. Mara leo kaja Ashura, mara kaja Habiba, mara kaja Juma, mara kaja nani. Wote wanatoka kwenye nyumba yako. Mimi nimechoka baba yangu. Hebu nisaidie ile nyumba mpangisha machizi ama watu gani? na kama ni machizi, basi waende Mirembe. Nimechoka, unajua nimechoka, nimechoka. Wananchi wameniambia wewe mama huamui kesi, kila siku tunaleta hapa kesi, hutuamulii vizuri, karaha mtindo mmoja, watu hawalali. Kwa nini lakini unapangisha watu ajabu kiasi hicho? mm hapa -hmm tatoka nitaenda kukaa mm -hmm. na vijana wangu tuweza kuongea, tutaamaliza na nao. Mara ngapi naongea hili swala jamani? Nipe eh? hi, chance ya mwisho, kama umeshinda nitaandika waraka mrefu utakuja kukuta nyumba jeupe. Waondoke wananchi, mimi wanalalamikia nyumba moja, watu wanakaa karibu na watu wangapi hapo jamani? Ndugu yangu kwa sababu ya nyumba yako, watu washindwa kukaa. Sawa, nimekuelewa. Mimi nimechoka, wala usijali. Mimi nakuomba niache niende, alafu mimi nitakupa mrejesho mama, wala usijali. Jamani. Nimeitisha kikao. Naona amekuja watu wachache. Ina maana wote ndio mnaishi kwenye hii nyumba. Wengine wako wapi? Deli na mke wake wako hospitali. Kama ulikuwa unajua ulikuwa ujumbe, Kuhusiana na ugonjwa uliotokea jana. Umesababisha mpaka mke wa Deli amelazwa. Kwa maana uwaone. Hiyo mundani kwanza asubuhi hadi jioni. Kazi kupigana, mnashindwa hata kusafisha mazingira. Angalieni mazingira jinsi yalivyokaa. Ni kweli hivi nyewe, kweli nimekuwa watoto wadogo kweli. Mama, ishia kwa hapo. Hey, hao hey, majirani wanakuletea hayo maneno, hawatulipii hawa hawa kodi, hawatupi hela ya kula wala hawatulipii umeme. Kwa hiyo tafadhali, hao kelele, wewe! kwanza na mwezi wa tatu hujalipa kodi, alafu mm -mm, naongea na unanipanishia sauti wewe. Umekuwa nani? hayo masuala ya kodi tulikaa mimi na mwenye nyumba pamoja na mke wangu tukayamaliza, tukaweka siri. Sasa wewe unapokuja mbele za watu kutuzungumzia masuala ya kodi, lengo yako nini? Utudhalilisha au? Wewe mama, wewe ujiheshimu. sijui umenielewa. <mimbe> Mhm, nasili kwenye kulipa kodi hakuna siri. Kwanza nyie wote mndani mnadaiwa, hakuna le lipa kodi hata huyu mmoja. Samahani. Ninafikiria hapo ulituita kwa swala la la la malalamiko kutoka pambi, mbe, kwa mjumbe au vipi? Kwa hiyo nafikiri tungejadili haya masuala ya kutoka kwa mjumbe. Ukamaliza hizi kikao. Sasa masuala ya kodi yamekujaje hapa? Wewe nyamanza. Wewe mwenyewe na kesi zako kibao. Wewe kazi kutembea na wake za watu tu. Alafu naongea nini nikuelewe kuelewa? Alafu ya mama nilishamwambia hata mumeo. Haya tabia yake ya kusikiza vitu vya watu mtaani mnakuja kuvileta huko. Haya mambo tafadhali atawagharimu. Mimi ni mstaarabu, hakuna sehe nijua, hata mme wako mwenyewe analijua mm. Alafu ibada ndio mambo yangu hmm. Hmm. Malaya asemjua nani hapa? Nsha <mulia> kutembea na mkeo au nataka nitembee naye? Hapa mkeo ulijua kama mi malaya? Heshimiani ongeni, kilichowafanya muyo hapa sio kuniongelea mimi, uone kwa tatembea naye huyu hmm. Labda mi nikwambie kitu kimoja, mama mwenye nyumba hmm. Sisi hapa nyumbani kwetu hapo unavyopaona hakuna mwenye sabupa ndani wala mwenye mziki. Sisi kugombana kwetu ndio mziki tosha. Kwa hiyo mwambie kabisa baba mwenye nyumba aondoe wasiwasi, akisikia majirani nawambia, bwana huku watu wanagombana, nasema ndio mziki umewashwa hapo leo. Wewe, mwambie aondoe wasiwasi kuhusu hilo swala. huyu mke wake, hii hapa ni sabufa, mimi na mke wa deni, ile Panasonic la maspika saba au si? kufanya kutinishi kukawo kusema hivi. Kilo sola ambalo umetuletea. Kuhusu ilo la mjumbe kwa sababu ile pale ni serikali. Lakini kuhusu majirani waombe wafanye maisha yao. Jamani, nyumba kila kukicha. Naye mwenye nyumba kwa mpangaji ni vicha. Mbona, shoga yangu, nasikia wewe ndio umepigwa? Ni yupi pale uliyomuona? Mi wakunigusa anipige? Shoga yangu, nakwambia nimempiga hiv. Unajua kumpiga wewe, nimempiga garagaza mindo, mijiwe kila kitu. Nakwambia nimempiga nayo, mume wake kaja, nakwambia nginja, mpeleka hospitali. Hata sijui hospitali ana hali gani, shoga haligani. Shoga yangu hmm. Sinaambia kwa mwili huo Ukamgaragaza yule limama lile lote ile, fanya kama unaona. <laughs> nimeliburuta piga. <laughs> yeah. Shoga yangu wenaye, hmm. pambe pambe kidogo, usiangalie mwili shogangu, uwe mbamba waleli tu, treni inapita. Yani, shogangu, sijui hata ulikuwa wapi, shogangu, yaani umbea niliupata, lakini sasa ile nataka kutoka tu, bwana kaingia. si unajua ndio, shoga yangu mjini. Ndio shida yako wewe kuolewa na walokole, sijui wokovu, sijui walokole, utajua mwenyewe yaani hapa ya nilipo unavyoniona, huyo mlokole wenyewe nataka nimtue. kwanza unanichukuliaje shoga yangu? Yeah. So, tunaangalia tena. Kwanza unanionaje shoga yangu, nani wana no, niangalie kwanza mimi. ndo akuwa na yule. sijui nilikosea wapi shoga yangu? kweli <laughs> Yaani mimi sijui hata nianzie wapi hivi. Huu utaratibu wa kula chakula saa tano saa sita umeanza lini? Maana naona ndiko nako nipeleka, kama sasa hivi tu ndio nafikiria kuwasha jiko. Chakula kitaiva saa ngapi? Kwani Ben, hujui kama kuna kuchoka eh? Ina maana siku zote tu tule ugali, tule ubwabwa? Hata siku moja moja tunaweza tukanywa chai au kuna ubaya? Uko kuchoka kwa kazi gani hasa ambayo wewe umeifanya mchana hiyo? Kushinda unazuliwa kwenye majumba ya watu kutafuta umbea na maneno maneno, ndio kuna kuchosha, si ndio? unashindwa kukaa hapa nyumbani ukajua kwamba nitakuwa nimpikie chakula mume wangu, nimwandalie mazingira mazuri, nitandike kitanda cha mume wangu. Unakee shinda uko mtaani unatafuta maneno ya umbea yasiyokuwa na faida, halafu saa hizi unasema umechoka. Kwa hiyo mimi nilichokifanya nimekosea, si ndio? Leo nimeamua kumpikia mume wangu chai, nimekosea, si ndio? Umeamua upike chai au umenipa chai kunidanganyia ili nipoze tumbo na upate kuendelea kupika huko? Ni yangu nikwambie kwamba kwa mme wangu, rudi na vitafunio leo leo. Sitopika ugali, nitapika chai lakini tu nimegafilika. Alafu naona sasa hivi unazidi kunivunjia heshima, alafu mimi sitaki tubishane wala tugombane, kwa sababu Mungu hapendi. Kuanzia leo, kuanzia leo, kama umeshindwa kufanya kazi zako za humu ndani, kama unaona humu ndani pamekushinda kutulia, sitaki uende kurandaranda huko mtaani na kutafuta umbea hayo maneno nayo yatafuta huko mtaani, siku yakija kukukuta yatakuwa ya kwako. Ukiona umeshindwa, nenda kanisani, kuna bustani ya maua ya kumwagilizia, kuna eneo la kanisa la kusafisha, kuna kupiga deki. Unaweza ukachagua chochote pale ukakifanya, kuliko kushinda unarandaranda huko mtaani na hujui cha msingi unachokifanya, mpaka mimi nachelewa kwa chakula Nikafanya usafi kanisani nikapiga deki kanisani eh? Nikapika ugali mbona? Je, niambia kazi nyingine hmm? Ujui kazi yangu mimi ya kufanya kwako? Sasa nisikilize, ugali sipiki kanisani, siendi na usafi sifanyi. Kama uchei unataka utakunywa, kama utaki basi nani? Mimi hata najua sasa kaka, muda mrefu kweli uko chooni, sijui anaoga sijui anakunya hata sielewi. Kwanza kwanza sauti yenyewe ingeni e kweli, hata mimi sauti sijapata kuisikia hata siku moja kwenye nyumba yetu. Au atakuwa mtu amedandia tu, amekuja kuoga kwenye chumba chetu eh? mm, mm. Mtu akudandia ndio ajiachie hivyo mm-mm. Tamba mama, tamba mama, ashaanza kuingia. Basi malia wangu basi, inatosha ushatakata. Maana watu humu ndani yani hata kujisugua hawajui, hata kuoga wakatakata hawajui. Toka mama wakuone. <laughs>